Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya upashanaji media, ukiwa nami anko Tom Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, ku like na kushare taarifa hii katika mitandao ama magrupu mengine ya kijamii, pamoja na kudondosha komenti yako mpendwa na mtazamaji. Naitwa anko Tom Mpanji mpachanaji huu wako na ni katika habari njema hii ya mama kanisa anaadhimisha kumbukizi ya miaka ishirini tangu alipofariki dunia mtakatifu Yohane Paulo wa pili, yani tarehe 2 Aprili mwaka elfu mbili na tano, Dies Natalis, yani kuzaliwa katika utimilifu wa maisha ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Francisco amewahakikishia washiriki wote wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka ishirini tangu kifo cha mtakatifu Yohane Paulo wa pili baraka zake za kitume. Hayo yamo katika barua aliyomwandikia kardinali Stanislow Dziwisz, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Krakow nchini Polandi, ambaye pia ameshiriki katika ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na kardinali Pietro Parolin katibu mkuu wa Vaticani. Katika mahubiri yake amemkumbuka Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alivyoukumbatia msalaba wakati wa njia ya msalaba kuzunguka magofu ya Koloseo, alipoonekana kwenye dirisha huku akishindwa kuzungumza na waamini na alipofariki dunia kuamkia maadhimisho ya dominika ya huruma ya Mungu. Katika kipindi chote hiki watu wa Mungu waliungana na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili katika mshikamano wa sala huku akiendelea kujiachilia mikononi mwa Baba mwenye huruma kwa ajili ya maisha na uzima wa milele. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alikuwa papa wa mia mbili sitini na nne tangu Mtume Petro na alikuwa ni shuhuda wa imani na daima alijitahidi kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha na utume wake, kwani hata katika maisha na kifo daima waamini wanaendelea kuwa ni watu wa Mungu katika kipindi cha miaka ishirini na sita kama alifa wa Mtakatifu Petro, alijitahidi kuwa ni hujaji wa matumaini na chombo cha uinjilishaji wa kina hadi miisho ya dunia, huku akiwahamasisha Wakristo kutweka hadi kilindini, duc in altum, kama mahujaji wa matumaini tayari kuingia katika milenia ya tatu ya Ukristo. Itakumbuka kwamba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alizaliwa huko Madowisi nchini Polandi tarehe 18 Mei 1920 na kupewa jina la Karori Joseph Waitra akiwa na umri wa miaka 20, alifiwa na wazazi wake pamoja na ndugu yake. Katika huzuni na upweke huu, Karori alivutwa sana na maisha na wito wa kipadre na hatimaye akajiunga na seminari ya siri na kupewa daraja takatifu ya upadre tarehe mosi Novemba 1946. Papa Piusi wa kumi na mbili, kunako tarehe 4 Julai 1958 akamteua kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Krakow nchini Polandi, akatekeleza dhamana ya kufundisha kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa hari moyo mkuu na unyenyekevu wa hali ya juu kabisa. Mtakatifu Paulo wa sita kunako tarehe 13 Januari mwaka 1964, akamteua kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Krakow. Tarehe 26 Juni 1967, akateuliwa na Mtakatifu Paulo wa sita kuwa kardinali akachaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki tarehe 16 Oktoba 1978, akiwa ni papa wa 264 kuliongoza kanisa Katoliki. Tarehe 22 Oktoba mwaka 1978 akasimikwa na kuanza kutekeleza utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro kwa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alifariki dunia Aprili 2 mwaka 2005. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 Mei mosi 2011 akamtangaza kuwa mwenyeheri mbele ya bahari ya watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu Francisco akamtangaza kuwa mtakatifu Aprili 27 mwaka 2014 sanjari na Papa Yohane wa 23 Muasisi wa maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatican. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili ameacha kumbukumbu ya kudumu katika hakiri na nyoyo za watu wengi na kwamba haitakuwa rahisi sana kuweza kufutika. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kwa kufuata dira na mwongozo wa mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vaticani akaimarisha mchakato wa majadiliano ya kidini na kiekumene kiasi hata kujiweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa. Ni kiongozi aliyetambua na kuthamini sana mchango wa wanawake katika ustawi na maendeleo ya jamii na kanisa katika ujumla wake, mambo yanayojionyesha hata katika nyaraka zake za kichungaji. Mulieris Dignitatem, yani utu na wito wa mwanamke, kazia sana umuhimu wa utakatifu wa maisha ya kikristo kama kielelezo cha uaminifu wa kristo na kanisa lake kiasi cha kuthubutu kuwatangaza watakatifu wapya 482 na wenye heri 1319 mwaliko na changamoto ya kumfuasa kristo yesu kama chemichemi ya utakatifu na utimilifu wa maisha ya kikristo katika jambo ambalo liliwashangaza wengi ni pale alipozungumza lugha ya kiswahili kwa ufasaha wakati wa ziara yake ya kitume nchini Tanzania. Ilikuwa ni Septemba mosi, mwaka 1990. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alitua ardhi ya Tanzania katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere na kuibusu ardhi yake. Kwa siku tano zilimwona Dar es Salaam, Songea, Mwanza, Tabora na Moshi kwa kukutana na waamini na familia ya Mungu na watu wenye mapenzi mema ili kuwaimarisha imani yao na faraja ambayo leo hii inahitajika kuliko hapo awali. Tarehe 2 Septemba mwaka 1990, alifanya mkutano na madhehebu mbalimbali na ya kidini katika uwanja wa Msimbazi, Dar es Salaam; mkutano na makreli na watawa katika parokia ya Mtakatifu Petro Dar es Salaam, akiwasongea. Tarehe 3 Septemba mwaka 1990, alitoa kipaimara kwa vijana Mia moja katika uwanja wa Ruwiko Jimbo Kuu Katoliki la Songea Tanzania. Mwanza, alizungumza na wagonjwa katika kanisa kuu la Mwanza. Tarehe 3 Septemba mwaka 1990 aliadhimisha misa takatifu katika uwanja mkubwa wa Kawekamo, tarehe 4 Septemba 1990. Tabora, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alitembelea Tabora. Na katika adhimisho la neno kwenye uwanja wa Hasani Ali Hassan Mwinyi alitoa hotuba yake tarehe 4 Septemba mwaka 1990. Moshi, tarehe 4 Septemba mwaka 2023 Mtakatifu Yohane Paulo wabili, wa pili alihutubia waamini waliokuwa katika kanisa la Kristo Mfarume huko Moshi. Tarehe 5 Septemba mwaka 1990 aliadhimisha misa takatifu ya kuhubiri katika uwanja wa Kilimanjaro huko Moshi Tanzania, na hatimaye siku ya mwisho katika hafla ya kuhabwa katika uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro Tanzania, tarehe 5 Septemba 1990. Nianze kwa ku, kuachia uzi huu hapa, ambapo Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alizungumza lugha ya taifa ya Kibongo, yani ya Kiswahili ni amazing sana, endelea kucheki uzi wapa uuku. <coughs> hapa ali hata wanaesilima, viongozi wa serikali, mashau Maskofu, ndugu zangu wapendwa Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ziara zake 104 kati ya nchi 129 ulimwenguni kote, mbali na 146 nchini Italia na 317 katika parukia za Roma, zilikusanya mara nyingi umati mkubwa hadi zaidi ya milioni nne huko Manila, Ufilipino, mwishoni mwa siku ya kimataifa ya vijana, na kumfanya aweze kusafiri kuliko jumla ya mapapa wote waliomtangulia akiwa mmojawapo kati ya viongozi wa dunia waliosafiri zaidi. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, enzi zake kama mrithi wa kiti cha halifa wa Mtakatifu Petro, ameonekana akicheza mchezo

Napendwa ya upashanaji media kwa kifupi, hiyo media. Kumbuka upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. saruti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubovya alama ya kengele mbele ya neno subscribe, ku like na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, lakini vilevile vile kudondosha komenti yako kufuatia miaka ishirini tangu kufariki kwa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Sina ziada naitwa Nkoto Mpanji. Bye bye.